Kudumisha maelewano, mshikamano na umoja miongoni mwa wadau wa maendeleo nchini. Sana. Asante, asante. Katika kipindi cha utekelezaji wa ilani hii, chama kitaielekeza serikali kuendelea kuimarisha demokrasia na utawala bora kwa kutekeleza hatua zifuatazo. Kwanza, ni kuimarisha misingi ya demokrasia kwa kuboresha mazingira yawezesha wananchi kushiriki katika shughuli mbali mbalimbali za kijamii kiuchumi na kisiasa. Pili, kuweka mfumo wa kisheria katika kutekeleza falsafa ya uongozi wa 4R. Mheshimiwa Mwenyekiti, falsafa ya 4R imekuwa na mafanikio makubwa katika muda mfupi, lakini bado haipo katika mfumo wa kisheria. Tunadhani ni muhimu sasa falsafa hii iingizwe katika mfumo wetu wa kisheria ili iwe sio tu ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini ni sheria za nchi, lazima itekelezwe. Tatu, kuhuisha na kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Nne, kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi kwa kuzuia na kudhibiti vitendo vya rushwa na kuchukua hatua kali za kisheria na kinidhamu dhidi ya viongozi na watumishi wa umma watakaojihusisha na vitendo hivyo. Tano, kuendelea kuimarisha serikali za mitaa kama nyenzo ya demokrasia na maendeleo kwa wananchi kwa kuandaa na kutekeleza sera ya taifa ya ugatuzi. Sita, kuendelea kuimarisha uhuru wa asasi za kiraia na vyombo vya habari kama taasisi muhimu katika kuimarisha uwajibikaji na sauti ya wananchi. Na saba, kutekeleza mapendekezo ya tume ya rais ya haki jinai kama sehemu ya kuimarisha mnyororo wa haki jinai hapa nchini. Saba, ahadi za CCM katika kudumisha muungano, amani, utulivu na diplomasia ya kimataifa. Ndugu mwenyekiti, CCM ni chama kilichoanzishwa na kujengwa katika misingi ya kudumisha umoja mshikamano na amani kama nguzo muhimu ya maendeleo. Aidha, CCM inaamini katika umoja wa Afrika na kwamba muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni kigezo thabiti cha umoja huo. Hivyo basi, CCM itaendea kuuenzi na kulinda muungano huo kama msingi wa kuwa na taifa imara la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kukuza demokrasia ya kimataifa. Eneo la nane, ahadi na maelekezo ya CCM katika kudumisha utamaduni wa taifa na kukuza sanaa na michezo. Ndugu mwenyekiti, CCM inatambua kuwa utamaduni, sanaa, michezo ni sekta muhimu katika kuchochea ukuaji wa uchumi endelevu na kuzalisha ajira za vij... ajira, za ajira kwa vijana kuchochea mauzo ya bidhaa za kiutamaduni ndani na nje ya nchi ikiwepo lugha yetu adhimu ya Kiswahili, kuvutia uwekezaji, kukuza utalii na kuitangaza nchi yetu kimataifa. Vilevile sekta ya utamaduni, sanaa na michezo ina mchango mkubwa katika kukuza utalii nchini kupitia sherehe na makongamano mbalimbali mbali ya kiutamaduni, sanaa na mashindano ya michezo ambayo huvutia watalii wa ndani na nje ya nchi, hivyo kuongeza mapato kupitia huduma za kitalii, usafiri na malazi kutokana na mchango wa sekta hizi katika maendeleo ya taifa CCM itaendelea kuielekeza serikali kuweka mazingira rafiki kwa ajili ya kuvutia uwekezaji zaidi katika masuala ya utamaduni sanaa na michezo ani na mwenyekiti tumeainisha hatua 22 kufikia lengo hilo mwisho tisa ahadi na maelekezo ya CCM katika kuongeza kasi ya maendeleo vijijini ndugu mwenyekiti chama cha mapinduzi kinatambua kuwa wananchi wengi bado wanaishi vijijini na kwamba kasi ya maendeleo vijijini inahitaji kuongezeka na kupewa msukumo mpya. Aidha, CCM inatambua umuhimu wa kuimarisha maendeleo vijijini na kufanya vijiji vikue kiuchumi katika huduma za kijamii ili kupunguza wimbi la vijana kuhamia mijini. Hivyo, katika kipindi cha teknoloja ya ilani hii, serikali ya CCM itaongeza kasi ya maendeleo vijijini kwa kuchukua hatua mahususi kumi na moja. Na kwa sasa nizitaje tano. Kwanza, kuendelea kuwekeza katika ujenzi wa miundombinu ya barabara na madaraja vijijini ili kurahisisha usafiri na usafirishaji na kuunganisha maeneo ya uzalishaji na masoko. Ndugu mwenyekiti, wananchi wetu vijijini wana bidii kubwa